Tuna milioni tano laki mbili, si ndio? Sasa tutafsirie, wakati unafanya ukaguzi, hii ndio ambayo ijathibitishwa na tukianza kuidai, tuko hai, tuko salama. Tuongoze maana msenga tamka kaambiwa, maana tumoje mtu mwingine. Sasa kinachobaki ni maelekezo, kumwelekeza mkurugenzi s maojaao tuliojana wewe na watu wako tuongoze vizuri fedha ya milioni tano laki mbili na elfu nne mia moja themanini tano na senti arobaini na moja. Hii inahusiana na mashamba tu. Kwa hiyo hii tunapaswa kuidai na vielelezo vipo, lakini mwenye kupinga basi apinge kwa vielelezo. Unajua tunapokagua mimi watu kagui maneno, tunakagua nini? Makaratasi. Kwa hiyo wewe ukipinga kwa mdomo hoja yako isikilizwi. Mkaguzi ni makaratasi. Wakati mnaongea mimi sikuwepo. Sio tarehe kumi na nane mkiwa na mwenyekiti sikuwepo. Ndio maana mwenyekiti atawauliza hii ndio mlichokitarajia hajakifikia, lakini tunachokidai kwa ajili ya mashamba tu na viwanja na hela ya usafi ni milioni tano laki mbili na elfu nne mia moja themanini na tano na senti arobaini na moja kwenye mfuko wa jimbo. Pia nimesema tunadai laki tatu kule tunadai laki mbili na elfu mbili kama mtakuwa na kumbukumbu. Mtendaji wa kijiji, tusaidie ukaguzi huo, nafikiri ushirikishwa. Hizi taarifa anazozisema zina ukweli, tuendelee kuzisimamia. Nashukuru mwenyekiti wa halmashauri, kwanza ni mpongeze ni mshukuru mkaguzi wa ndani kwa ushirikiano alioutoa. Kwanza nikianza kwenye taratibu za ukodishaji wa mashamba, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, hapana, swali langu jalielewa. Yani hapa sisi huku ni ndio mlikuwa mnakaugwana. Alikuwa anakaugua wewe, wee naeneo nzuri. Manake hizi kwa tafsiri, kipindi kile ilikuwa tuhuma Tujui tunatuhumu nini, kaja mkaguzi kakagua kakukagweni nyinyi. Sasa unajua, mimi na tabia moja, kabla sija amua jambo natamani nisikilize. Hapo nimekuelewa, umeelewa eh? Nimekuelewa yes, kwa sababu hapa mimi nitaleta maelekezo ofisi ya mkurugenzi mwanake, tuna milioni tano laki mbili elfu nne mia moja themanini na tano vimekuja huku, vimeanzia weni mimi nionekane kesho, mwenyekiti wa halmashauri. Hiyo milioni tano na laki mbili, mheshimiwa mwenyekiti wa, wa, wa, wa halmashauri, kwa mimi kwamba ndio niko nayo hapa. Subiri, subiri kwanza. Nabeni mturie sana wana kafunda mkaguzi, naamini kufanya kuvizia taarifa hizi sindivo? Manake naamini amekuja ameamekuja ofisini na mlikaa naye na na naamini kila kitu ambacho kiwake kinatakiwa alikuwa na kushirikisha Nikwele, sikwe. Yani, ni kweli sikweli, yani nataka mbishani wenyewe alikushirikisha e, manake sasa ile pesa iko kwako na ndio maana nataka nitoe ufafanuzi, ah, ah. Mm -hmm. un eh. Na ndio maana hapa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba uniruhusu kwa ridhaa yako. Ndio maana anasema na, naomba nitoe ufafanuzi, ndio maana anasema katika milioni tano hiyo naomba nitoe nitowe ufafanuzija, unielewe. Mt mi nakusaidia sana, sawa? Yaani kuna muda mnachelewa sana kunielewa, watumishi. Umeona mkaguzi huyu yeye aishi kafundo, lakini ameeleza yote akafundo kwa sababu ya maelezo yenu. Ndio maana nakuuliza kabla mi sijatoa maelekezo, kwa sababu hapa mimi nitatoa maelekezo kwa niaba ya wananchi na kata Ipinda kwamba jambo hili limeshirikishwa, hii sionekane concern yangu usiokuta yeye mkaguzi amefanya peke yake, wewe hajakushirikisha, hujui chochote. Ndio maana mbele ya walalamikaji umma huu, ndio maana taka mubishane wenyewe, ndio maana sema taarifa hiyo ilishirikishwa. Concern yangu haya ambayo yamezungumzwa, maana kesi simlimwambia nye Mheshimiwa mwenyekiti, kushirikishwa, anasema nilishirikishwa, ila katika ukaguzi wake halmashauri nilivyomletea vielelezo hapo ndio sikushirikishwa, kwamba aniulize hiki je kikoje, hiki je kikoje, ila yeye hapa ofisini alikuja eh, alikujao baada ya taarifa kuambi wewe na moja kuambia waliolalamika, lakini zile hatua za awali ndo maana sema, unajua kwa sababu nisiye nikatoa maelekezo yasiyo na upande huku na huku nikakuonea, na mimi sitaki kuonea, ni mtoto wa watu, na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti nasema katika hiyo tuhuma ya, ya, ya hiyo shilingi milioni tano kwamba ameikuta mkaguzi wa ndani, siwezi kumbishia kwamba niseme sio kweli. Ndio maana anasema ungenipa muda katika nafasi katika hiyo milioni tano, nitoe maelezo namna ya ukusanyaji wa mapato ya fedha za mashamba, ili utanielewa tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako. Akaniambia mara nyingi mkisikia kuna kitu kile yaani sana. Mimi, ona, ndo maana nasema hivi vitu ndo alivyotuletea hivi, katuletea na ameeleza Mheshimiwa mwenyekiti wakati anasema nilete vielelezo hmm. Vielelezo vyote nimempatia. Hmm. Na hakuna simu nyingine baada ya kumletea vielelezo akanipigia. Mimi ni kuuliza, miniku, vielelezo aliyomletea, si ndivyo? Ndio. Ndio hivyo alimefanyia kazi, nilikuta kuna milioni tano na ndio maana na, na, na, nasema hivi, siwezi nikamkatalia katika hiyo shilingi milioni tano mm. Lakini katika hiyo shilingi milioni tano ndio nataka ningetoa nini maelekezo ma, kwamba namna gani hiyo milioni tano kwamba mimi siko nayo Mheshimiwa Mwenyekiti na wa halmashauri. Ndio maana nilitaka nitoe maelekezo ndio. Unanielewa? Nakuelewa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Unajua, iko hivi, kipindi hiki Waislamu wapo kwenye mfungo. Wakristo wapo kwenye mfungo. Kipindi cha ukweli sana. Alafu nimesema hivi, kuna muda watumishi mnachelewa kunielewa. Yaani wao mnachelewa kunielewa sana. Yaani mimi sionagi mtu hata siku moja. Alafu situmii nguvu kuiongoza halmashauri. Ah. Ana siku nimeambia wananchi walikuwa na wao wananielewa wanielewa nikawaambia vitulieni ili jambo ni gumu. Sio hivyo mnavyofikiria. Mnakumbuka niwaambie, yeah. Niwaambia ni gumu, ni jambo tekniko sana, ni la kitaalamu sana. Hata mengine nyinyi mlikuwa mwejui, huyu ameyajua mlisema. Lakine amekuta laki saba sio? yeah. Eh, kwa manang kumuuliza kosani yangu ni kwamba ndio tunahitimisha mkutano. Eh, mkutano eh, hauna viswahili sana <laughs> yaani wala sita utuvie mimi na utuvie hivi, nilileta majibu ya kitaalamu basi. Mimi mimi mtaalamu mimi sio mtaalamu mimi ana siasa mimi napiga porojo, nikimuza na nyumbani nishaongea. Eh, nimemaliza. Hivyo ndio maana mwana siasa awe na degree zao, so na degree ana ile tu nasema una ulishirikishwa. Yaani miso yangu ni simple aya mengine, nataka kuniambia ya ndani, ya ngemwambia ma mbona makadamaka ametaja viongozi wanofanya huku vu, yani angeandika, mbona ameandika hapa, serikali ya kijiji ki kuna sema aufati taratibu Sema una laki tano. ah, mimi sina ah, Mtendaji kani yaani, awa umeona vile ambavyo polisi anavyokuhoji na anakuharasi na, na, na usipoto shirikiano, ataandike hivyo hivyo. Mtendaji aliniambia diwani anazo laki tano, inaandikwa hivyo hivyo, mkabishanaje huko? Sasanaanza brother. Mimi swali langu nirudie kukuuliza taarifa hii si umeshirikishwa? Yaani nijibu ndio hapa. Na haya maneno nataka usema yazingatie na uyasimamie, na uyafanyie kazi ndugu zangu wana kafundo Leo ni tarehe kumi na tatu. Itakuwa siku gani mwezi wa nne kwa sababu ndantwe maelekezo yambo yakae kwenye kalenda Senga sana kumbe Jumapili. Tarehe kumi na tatu gani? itakuwa siku gani? Jumapili. kejawanambie mwezi wa nne. Jumapili eh. Nikombeni ndugu zangu, wana kafundo, na niombe niseme haya kwa masikitiko na... mimi najua mtu, yaani kukiwa na tuhuma za pesa za umma na kasirika, na ni mkali sana, na huwa najisikia vibaya sana. Kuna muda nyinyi mnapata tabu sana alafu mna kiu ya maendeleo alafu vitu vifanyike hovyo hovyo. Yeah. Kombeni wasotumishi ndani huko kwa niaba ya mkurugenzi, simamieni hili ndani ya mwezi mmoja, pesa zote zipatikane. Yeah. tarehe kumi na tano mwezi wa nne. Sasa kazi itakuwa kwenu, ila mimi nitakuja, iwe jua iwe mvua takuja tuitane kwenye mti huu tuelezane. Sasa mengine, mkurugenzi, ya kwenu taendelea nayo, ila sisi tuna shida na pesa zetu. Anazo nani? si atujui, tuna milioni tano kwa taarifa za ukaguzi, tuna karavati letu tena. Mimi kombeni, kalisimamieni, tutaki karavati letu, aturudisheni hela zetu hiyo laki tatu yetu haturudishi , lakini tuna laki mbili, ambayo amemtaja mtu kwa cheo. Maana naamini yupo, alejeshe fedha, na niombe hiyo mkurugenzi na mwanasheria huko hapo, mtu kama alikuwa mwanasiasa kama mimi, niwe ndani ya cheo, nje ya cheo, ukihusika na tuhuma una mamlaka ya kushtakiwa. Kwa anzeni na mchakato awali, alejeshe fedha za watu.